Namba moja, uwezo wa kupata maarifa kabla ya kujiengeji kwenye hii biashara itakupa nguvu na uwezo wa kufanya mambo ambayo watu wengi wa, hawa, hawawezi kuyafanya, kwa sababu kuna fursa ambazo mtu mwenye maarifa pekee ataweza kuyaona. Yani yeye pekee anaweza kuiona, mtu mwingine ataangalia ataona tu ni chumba kiko empty. Mtu mwenye maarifa na taarifa ataangalia chumba na atasema kwamba hii ni hela imekaa hapa. Namba mbili, usifanye biashara kwa mazoea. Tatizo kubwa ambalo tunalo ni kwamba watu wanafanya biashara yoyote sio wote, lakini wengi wanafanya biashara kwa mazoea, nikimaanisha kwamba mtu hajui mifumo sahihi ya kufanikisha biashara fulani. Mtu hajui biashara yake vizuri kwa undani na kwa nje, kwa hiyo anajikuta labda mtu anafanya biashara ya Airbnb kutokana na hype kwamba eh ee, nimesikia Airbnb zinafanya vizuri sasa hivi, kachukua milioni yake 50 pop kaitupia kwenye Airbnb, au mtu mwingine amechukua nyumba zake za kupangisha na amua tu kuanzia, nyumba zangu za kupangisha hizi, kuanzia sasa hivi nafanya nyumba za kupangisha kwa muda mfupi. Huyo mtu hajakaa chini kuelewa vizuri namna ya kuifanya hii biashara kwa namna ambayo sio ya kikawaida, yani ameamua kutafuta yale maarifa ili aweze kudiscover mifumo, aweze kudiscover ni vitu gani ambavyo anaweza kavifanya kwa utofauti, aweze kudiscover ni vitu gani ambavyo vimefanya watu wengine wafeli, ili yeye afanye vitu vitu ambavyo kinyume ya hivyo vitu ili aweze kufanikiwa. Basi ni vitu gani ambavyo watu wengine wamefanya ili wame, na, na wamefanikiwa ili aweze kuviimplement, au ni ni kitu gani ambacho ni cha kutia maanani ili nisije nikapoteza hela. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukiamua kufanya biashara yako kwa utofauti na usipoifanya kama watu wengi wanavyofanya wakiingia kwenye biashara yoyote, then uwezo wa kufanikiwa kwenye hii biashara ni mkubwa mkubwa sana. Pointi ya tatu ningesema mahusiano, jenga mahusiano sahihi. Yaani, uwezo wa kujenga timu sahihi itakusaidia sana kwenye biashara hii, aidha ni timu ya watu wa usafi timu ya watu wa marketing. Kama kwa kwanza, obviously utakuwa utajikuta unafanya vitu vingi mwenyewe, lakini ni vizuri ukiwa unajenga kuwa na hilo wazo la kwamba ninajenga timu ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya kazi pamoja na mimi, kuhakikisha ya kwamba hii kazi inakamilika na inafanyika vizuri. Kwa hiyo timu kama nilivyosema, timu ya usafi, labda timu ya watu wanaosimamia ujenzi na ukarabati na mambo ya repair itakapotokea, kuna, kuna repair yote inahitajika kufanyika na matengenezo yote hapo, labda timu ya mambo ya communication, watu wanaowasiliana na wateja, mtu ambaye atahakikisha kwamba anampokea mteja, labda timu ya ulinzi. No matter the team, unahitaji timu ya watu, kwa hiyo kama hautochukulia kwa uzito mahusiano, utaishia kuvunja biashara yako, utaishia kukutana na mlinzi ambaye atampokea mteja, atamjibu kwa kauli mbaya. Mtu ataekuja kufanya usafi alafu atakuchafulia sehemu yako, au atafanya hata ufanya kwa, kwa ustadi na kisha mteja atafika pale, atakuandikia review mbaya. Wewe au mtu ambaye anahusika na pesa ataishia labda kuondoka na hela au kuiba, na mambo mengine mengi, na siwezi nikasema kwamba utakapokuwa tutakuwa na mahusiano mazuri na watu, basi hayo mambo yanaweza sijitokeze, atajitokeza, lakini tunapunguza probability ya vitu kutokea na kuhakikisha kwamba unajenga timu ya watu ambao wanaweza kukamilisha au kufikisha maono yako na biashara hii kwa pamoja mkajenga kufikia hapo wow. wow. na kwa wewe ambao unasikiliza na unatutizama una hapa aa, kama nataka kuendelea kujifunza kuhusu hii biashara ya Airbnb. Uh, channel yetu hii ya Uza Kitajiri kuna playlist ya Airbnb Kitajiri tunatoa video za free; uh, zimejaa thamani; unaweza ukapitia hapo ukajifunza kitu. Juu ya hapo, kama unataka kujifunza zaidi, unataka kuingia kwa kina, unataka kuchukulia biashara yako serious zaidi huko, unataka kujifunza namna ya kutengeneza laki nane mpaka milioni tano kwa mwezi, kwa mifumo sahihi kama hivi ambavyo, uh, tajiri mwenzetu hapa ametuelezea. Uh, unaweza ukaingia hapo kwenye comments kuna link utaiona, pale utabonyeza, utakupeleka WhatsApp hmm, na utaanza kujiunga kwenye darasa la shilingi elfu hamsini tu na so kusubscribe, kama unataka kuendelea kujifunza zaidi hmm, na, until next time kwenye video ijayo, kumbuka wewe ni tajiri.